Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi rrahmani rrahim. Bwana Mtume sallallahu alayhi waalihi wasallam anaendelea kumuhusia Imam Ali alayhi salamu, akimwambia: ya Ali, ewe Ali, la tujami'i ahlaka fi akhiri shahri idha baqiya minhu yawman. Usimwingilie, usifanye jimai, usijamiane na mke wako zikiwa zimebaki siku mbili mwisho wa mwezi, mwezi umebakisha siku mbili na mwezi kusudiwa hapa ni mwezi mwandamo na si mwezi ule wa Januari mpaka Desemba, ni mwezi mwandamo. fa inna hu in qudhiya bainakuma waladun, kwa sababu atakapopatikana mtoto kwa tendo hili, yakunu ashara, atakuwa mwizi au aunan lidhalim, au atakuwa msaidizi wa mtu dhalim, msaidizi wa madhalim. wa yakunu halaka fa ama min annasi ala yadaihi na makundi ya watu yataangamizwa yataangamia kupitia mikononi mwake. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.